Rais William Ruto wa Kenya ameweza kuongea dhidi ya jaribio lolote ambalo litaweza kuvuruga amani ya taifa hilo Afrika Mashariki, nikimaanisha pale Kenya, wakati kukitarajiwa kufanyika maandamano ya siku ya leo Jumatano. Alisema kwamba huwezi kutumia nguvu dhidi ya polisi ama kuwatusi ama kuwapa vitisho. Unapotishia polisi unatishia taifa letu, alisema Rais Ruto. Aliongeza kwamba serikali yake pia imekuwa bega kwa bega na polisi katika kuhakikisha inatenga majukumu yake kuweza kulinda amani ya Kenya. Imeshuhudia mkururu eh, mku, mkururo wa maandamano ya vijana wakiweza kupanga mwenendo wa kiserikali ikiwemo kupaa na kuweza kuleta gharama eh, bana ya maisha. Sasa Rais William Ruto ameweza kupongeza lakini pia kuweza kuongeza eh, kuweza kutoa anaweza tukasema neno lake la mwisho kuhusiana na maandamano hayo ambayo yataweza kufanyika, kwamba maandamano yayo yawe, yawe ya amani, na akisisitiza kuwa eh, maeneo hayo pia yanapaswa kuwa na amani. Aliweza kutangaza msaada wake kwa maandamano yasiyotumia vurugu na wakazi wa kuenzi mashahidi wa maandamano ya mwaka uliopita, hasa kifo cha bloga Albert Ojwang pia ambao kimeweza kutokea eh, siku za hivi karibuni na hivi ya kuweza kuheshimu eh, haki ya kuweza kwa eh, waandamanaji kuweza kukusanyika kwa amani zaidi. Sasa amewaambia wananchi wasivurugike au wasiweze kuvurugika eh, maandamano hayo eh, kutokana na vile ambavyo vinasemekana pia vinaweza kutokea. Kuna baadhi ya watu wengine wamekuwa ni vibaraka wa watu, vitu vinakuwa vingi ving sana. Sasa amesema serikali haitasitisha kabisa maandamano ya amani yenye mpangilio sawa na kuweka utaratibu wa usalama kwa washiriki. Rais pia ameweza kutambua kuwa kifo cha bloga Ojwang kilichotokea eh mikononi mwa polisi na kwamba ni kusikitisha na kuweza kuto kukubalika, hatua hiyo ambayo imeweza kuongeza msukumo wa wahaki na kuweza kuto kuwajibika dhidi ya mamlaka. Pia wamekuwa na maandamano ya kuweza kuenzi amani kama ma, ma, mis, misamaha na baadhi ya kuweza ku na baadhi ya kuweza kianza kuandaliwa na maklerikali kama viongozi wa madhehebu wakiandamana kwa kuwa na utulivu mbele ya maandamano ya vijana, ikiwa ni maandalizi ya mashuhuda wa maandamano ya hii leo ambayo ategemewa kufanyika huko. Sasa maandamano ya kitaifa yaliyoweza kuanzishwa kwa amani yameweza kushamiwa au kuweza kusimamiwa na serikali licha ya tahadhari kubwa ambayo imekwisha kuwekwa. Jeshi la polisi nchini Kenya limewekwa eh, limewekwa eh, kwenye maeneo ya umma kama bunge Ikuru, lakini pia ya Mombasa, na huku ikiwa na operation iliyoundwa kudhibiti uharibifu wote ambao utaweza kujitokeza. Jumuiya ya kimataifa ambapo ni Marekani, Uingereza, Kanada na, na nchi zingine tofaut, tofauti zimeeleza kuwa ushirikiano kati ya maandamano ya amani na kuweza kusisitiza haki ya kuweza kukusanyika bila vurugu ambayo imepangwa kutokea katika nchi ya Kenya. So rais ameweza kutoa maoni yake kwa upande wake kwamba maandamano sawa yawepo, lakini maandamano hayo yawe maandamano ya amani ambayo hayawezi kuvunjisha eh, amani ya mtu mwingine ambaye labda hajapanga kuandamana au kuweza kufanya vurugu ambazo pia zinaweza kusababisha taifa hilo kuweza kuingia katika mgogoro mkali kabisa. Hata ikumbukwe kama wiki iliyopita kuna mshikaji ambaye pia alikuwa anauza zake barakoa, ikasemekana pia kapigwa risasi na, na askari ambao askari hao mpaka sasa hivi bado wanaendelea kushikiliwa na serikali ya Kenya. Sasa, yapi maoni yako kuhusiana na maandamano ambayo yanakuwa yanatokea katika nchi hizi tofauti tofauti? Drop comment yako au comment kwenye mtandao wetu wa Instagram, Facebook pamoja na X. Tunatumia kama sasa digital